Uchaguzi wenye presha kubwa sana tumekuwa na e, presha tangu uchaguzi wa vituo kwa maana mashule, lakini Mungu ametuongoza tumehitimisha vizuri sana e, muda huu ambao kama umeona, lakini ni mshukuru pia Mungu, tumepata viongozi smart e, viongozi imara kabisa e, waswahili wanasema wali wa kushiba unaonekana kwenye sinia hata unavyoona wanavyoongea walivyokuwa, naomba kula na zao, unaona wana kitu cha ziada ndani. Kwa hiyo tuna mwenyekiti tumempata, ni mtu ambaye amenyoka, ni mtu ambaye hataki kona kona, ni mtu ambaye, mtu ambaye akiona mtu anaonewa kwa sababu amekuwa mjumbe wangu wa kamati ya utendaji, akiona mtu ameonewa la, anakosa amani. Kwa hiyo tumepata safu nzuri kusema kweli sana tu, kuanzia ngazi ya chini kwa maana ya vitengo cha wanawake wawakilishi wa, wa, wa msingi na sekondari, awali taasisi kwa kweli, safu imekaa vizuri sana. Tunachokiomba Mungu atufanye tu awe mmoja wa tumaliza makambi ya kisiasa waliokuwa nayo, tuchape kazi pamoja, tuwatumikie walimu. Hao wajumbe walioko mbele yenu wamewaamini, kuamini wa kweli, njia pekee ya kurudisha fadhila ni kutenda yale yote ambayo ni kiu ya wanasiasa kuchini Mimi kama mwenyekiti wenu ni waahidi hapa mbele yenu, nitashirikiana nanyi kwa hali ya juu sana. Tutafanya kazi kama timu, sisi tunaishi na walimu, shida zao tunazijua. Mwalimu anahitaji huduma bora kutoka CWT. only that nitatekeleza yale majukumu yote yaliyo katika katiba ile ili niweze kutufikisha chama mahali pazuri na hasa kitengo cha walimu wanawake Kwimba. Mimi kama mama naamini hakuna kitakachonipungukia kwa sababu mama ni mama katika familia. Pili, nitahakikisha shughuli zote za mwanamke dei zinafanyika katika wilaya ya Kwimba. Nitahakikisha natembelea watoto wote wenye mahitaji maalum kwa kuwapa mahitaji kwa kuwa, kwa kuwapa mahitaji na pia nitahakikisha walimu wote ninatoa misaada kwa walimu ambao wenye changamoto mbalimbali wanaomba wakafanyie kazi. Sisi wanachama hatupendi mambo ya hivi, tunapenda uwazi na ukweli. Tunataka wakatutembee tunayoyataka sisi, sio kama wanavyotaka wao. Tunaomba hivyo tulikuwa tunatamani na tunataka uongozi huu ambao tumeusimika leo, ambao tumeuchagua leo, tulikuwa tunatamani uende ukatutetee walimu, uende ukasimamie haki za walimu, wawe wawazi, waweze kutushirikisha katika mapato na matumizi. Zile ni fedha za wanachama na kila mwanachama ana uhuru na ana haki kuzitumia fedha zile. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba uongozi huu uwe wa umoja, utukutanisha na utuunganishe walimu na sio kututawanyisha juhudi zinazofanywa na walimu kwenye kushughulikia masuala ya elimu na na kufikia lengo la ufaulu kwa wanafunzi. Hali hii kule tu, lazima kuna utulivu kwa kwa walimu sawa. Lazima kuwe kuna utulivu kwa viongozi. Lazima kuwe kuna daraja ambalo kimsingi linatengenezwa kati ya walimu na nani na mwajiri. Utulivu ukipatikana, walimu wanafanya kazi zao vizuri, mwisho wa siku tunapata matokeo mazuri. Anapotokea migogoro eh? E, lazima kuzingatia maadili ya utumishi wa umma. Mimi niendelee kuwasihi hawa viongozi ambao watakuwa patikana wajikite pale ambapo kunapotokea changamoto mbalimbali katika katika eh, kundi hili kubwa eh, lazima tutumie mbinu ambazo kimsingi zitakuwa zenyewe zinazingatia maadili ya utumishi wetu, lakini pia zinazingatia miongozo ya kisheria na nidhamu katika utumishi wa umma ili e, kuendelea kutatua changamoto za walimu ili tukuendelea kuweka e, e, hali ya utulivu kwa serikali katika kuwatumikia walio. Haya, tutambue majukumu haya ni muhimu na lazima tuhakikishe kwamba viongozi wanaopata nafasi hizi eh, wanafanya majukumu haya kama sehemu ya ibada kwao eh. Sisi tunawafahamu sawa, so, wana utulivu eh, wanatambua wanachokifanya, wanatambua lengo. lakini pia